Na mamia ya wakazi wa Ilbisil , Kaunti ya Kajiado wamejitokeza kwa wingi kujisajili kupata elimu ya watu wazima. Wakazi wao wameelezea wa wasiwasi wao kutokana na kutojua kusoma na kuandika. Elimu hii ya ngumbaru itasaidia wengi kufanya biashara zao bila kulaghaiwa. Sisi tujasoma, tunaita mtu mwingine aisabui pesa, hatujui hiyo message ya pesa, sujui nasema, hebu angalia simu yangu, hiyo message nianania sapariu mamani avyasa. Lakini saa hii tumeele tumeelewa. Sisi wa mama waiti, tumepata faida sana kupitia hii class yenye liletwa, tumepata faida mingi, jua tu kwa tunajua tuna kusoma message. Message ilikuwa ikiingia, unamwambia mtoto akuangalilie sasa saa hii meseji kiingia, unajua kujisomea, nasaidia vitu nyingi kwa sababu wakati shule hajafika huku hatujui chochote, hakuna kitu tumejua. Lakini wakati tumekuja kupata hii shule, tunatusaidia sana, tumejua kuandika na tumefurahia sana kwa sababu wengi wanasema sana sana wananyang'anywa pesa, kama kuna pesa kwa bank